ya binti huyu na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega Johni na Edward Christopher Kayuni. Aidha alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake wa kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya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 alichomoa kisu gafa na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumwonya mtumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache vitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya ukaidi ya mlio hiyo, yeye aliendelea kumkunja shati ya askari, lakini kutokana na umahiri wa yule askari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 aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia <laughs> waliona uh, na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu, wakimuonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi hizo pigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani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 Hiyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata katika kuionyesha, hapo mtaiona na ule binti amekwishaitambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description, lakini pia tulipowapata tulipo watuhumiwa walieleza, na hii gari ni ya mmojawapo wa watuhumiwa ambao tumewakamata watu. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, kufuatia tukio hilo, linatoa wito kwa jamii, hasa vijana ambao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 aliwezi likaelezeka na kulimaliza lakini, baada ya kutokea hili tukio moja kwa moja, nilitoa taarifa kwa jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, amepambana uh, mpaka hapo wahalifu wengine wote, wengine wasio wote, lakini mpaka asilimia kubwa, jeshi la polisi lilifanya kazi kubwa, lilifanya usiku na mchana, a kuanzia siku ya tukio mpaka hapo, baadhi ya wahalifu wapatikana wote na kutiwa ruvuni ili waende jeshi letu, so, limefanya kazi kubwa sana akiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi na timu yote nzima, mkuu wa upelelezi mkoa wilaya na vijana wao wamefanya kazi kubwa sana, walikuwa walani wamepambana tangu siku ya kwanza amisho paka ndipo fanikiwa kwa muda mfupi, wamefanikiwa watia ruvuni wahalifa kiangalia zaidi. Uh, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho, uh, lakini mimi nitoa taarifa haraka haraka polisi, na katika kuendelea na upelelezi uh, sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji, lakini uh, ili muda uende jeshi la polisi aa, lakini mii nawaasa sasa, fanya kazi rahisi kwa sababu bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ya ovyo, na ambayo sio rafiki ya jamii yetu. Lakini jeshi letu liko macho, na hawa wahalifu nao ni binadamu na akili kubwa, lakini sisi, teknoloji katika majeshi yetu, nadhani ni jambo ambalo inaongezewa zaidi, na hatua na weledi pamoja na uthubutu sana narudi aio na shukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote, wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala, wamekesha wakifanya kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu wengine, tunaishi nao kwa, hata sisi jamii tunaishi na vijana wetu hawa, tuwabaini kwamba, ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana tamaa ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika kao. Sisi tunaishi nao, fu wako naishi nao wengine, sisi watoto wetu, wazazi wetu wengine, marafiki zetu, kwao tuwe na sisi olinzi, ni walinzi. Jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe, kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwao tukiona dalili kama hizo, tuweze kutoa taarifa kwenye sehemu kwenye vyombo husika.